Je, ni sawa? Si sawa. Eh, huko hapo Mpuguzi tu na hujafika dukani kwetu. Eh, huko hapo Veyula tu na hujafika dukani kwetu. Je, hii ni sawa? Si sawa. Huko hapo Swaswa tu na hujafika dukani kwetu. Huko hapo Chamwino, Hombolo na hujafika dukani kwetu. Je, hii ni sawa? Si sawa. Huko hapo Kibaigwa na hujafika dukani kwetu. Huko hapo Bahi na hujafika dukani kwetu. Je, hii ni sawa? Si sawa. Si sawa kabisa kama uko Dodoma na viunga vya karibu, hakikisha unafika dukani kwetu kujipatia viatu bora vya ngozi vya wakubwa na watoto. Yote vinapatikana dukani kwetu. Fika dukani kwetu hapo Paradise Stand, inatazamana uso kwa uso na Dodoma City Hotel na ile duka lingine ambalo liko barabara nane, karibu na Mkapa House na Safina House, au unaweza kutupigia simu namba 0762 thelathini na tisa sabini na sita arobaini. Je, ni sawa? Si sawa. Huko hapo jirani tu na hujafika dukani kwetu, na unateseka na kuvaa viatu visivyoeleweka ambavyo vinawahi kuharibika. Mwanao pia anateseka kwa kuvaa viatu ya mtumba anawahi kuisha.